So, mzee unachagua mwenge au kichwa? Kichwa. Unaenda kama kichwa. Sasa si obvious itakuwa ni mwenge si ndio? Okay. Narusha coin hapa. Imeanza na kichwa. So, Jiki Bwengo tunaanza naye. Welcome to the final. Yeah. Ah, ha. Yes, yes, yo. Ah, yo. Raundi ya kwanza imeanza na mpoteza huyu bwege. Ngoma sio yake, ameivalia kibwebwe. Laundi hii utoboi hata kama ubwebwe unaonekana unachekesha kama swebe na kukata ngebe na kufungua kama mkebe. Yani wewe I say uelewe, ah, na kutuliza kabisa mbulula. Hizi nguo zako hizi za sagula sagula, wewe simsukuma, hacha nikusukume kaptula baya umesagula karume ya. Yeah, sikiliza kabisa, kuonyesha usela, badilisha hii kanunue dela na kupa kitu hiki mwana ukome blichi uwe nani huziziki upakome, na kueleza vitu kabisa na kukashifu. Umekutana na kibwengo afu chifu nitakufajitu kwa hiki hapa kinasa old school, umekutana na rapa wa kisasa mi nampa kansa, alafu nampa pasa, ni mgeni ni kwangu zaidi ya vitasa. Ulichokitaka ndio hiki na kung'oa kabisa kama ninavong'oaga visiki, chizinaonekana cha lokosa uliki, yani mzuri uzuri Mungu kakubariki na...

Yeah, tunaanza sasa na kuchana di udondoke, una ndevu nyingi adi shingoni kama sokwe. Huyu mtoto na mchana mpaka niogope kwanza, umepauka kama rangi ya matope, amekula shati utazania akijola. Umepanda juu tu nikaanza kukuchola, ujaja kuchana umekuja kupola hasa mtoto, nakuchana na kusifu kama dola nono. Umeganda kama na kutongoza ama, unaonekana utakuwa na oza, unasula mbayo unataka kuskani, kukufyonza chini unaweza ukajitosa una suluwali none na maua na misaraba, weka dada leo na kumwaga, umepauka kama udaga, hawezi ukachinja hapa leo na kushinda labda. Mbona menikazia biti na dakika zijaisha? Subiri mtoto kileleni, sijamfikisha, umewaka leo na kuzimisha. Yaani ah, we kama kichefchefu, mi nakutapika. Umegandaganda na viatu vyope vya michezo, ujui kuchana zingati maelezo, unaiga vitu kwa watu waliopita, ujui kuchano nyingi kutoka kote kote, lakini zilizonivutia zaidi ni za Kibwengo. Dai, bwana mpambano mkali sana. Kwanza nimependa eneji yenu wote, yeah, safi. Okay. Safi sana wote mmefanya vizuri yeah. E, lakini makonde mengi mazito nimeona, jamaa anakwambia ni old school amekutana na rapa kisasa. Bwana Jiki Bwengo, round hii umechukua, tusubiri round nyingine. Nice zazatana. Nice, nice. <laughs> Jiki Bwengo, okay. P uh, of course Sun MC amefanya uh, vizuri kama anavyofanya yeah, as always. Kine, mashambulizi ya G Kibwengo kwa raundi hii yalikuwa mazito mno, makubwa makubwa sana ya. yani kuyahimili hajaweza, kwa namna ambavyo, nimeona mara nyingi, tunasema kwamba anayeanza aangaliwi sana kama anayemaliza yeah. lakini this time aliyeanza kwangu alikuwa ameanza na amemaliza. Ndio maana kunakuwa kuna judges, unajua kuna kuna hey, sisi sisi hao ndio marani tunataka, yani sijui Beach, unataka uweka Kia uweka mazizi kia upakome. <laughs> ili, ili pensi lako bwanga umelinunua Karume, si umesa... yeah. yani hivyo ndo vitu ambavyo vinahitajika kwenye bato, tufanye sisi tumcheke unayemshambulia. Sure, sure. Yes. Anyway, okay. So, ilianzia wapi? Ilianzia. Okay, Sunny MC with the mic. Yeah, okay. Okay, ikii yeah. Nili laundi ya pili nakufanyia ukatili nakupa mitalia nipaka mkanijadili na wanao sasa leo nakwacha na mshangao, nataka nkushinde kuposti kwa mitandao leo tuko sitra bato nakuchana la pafani chinu na viatu la kwandani na kwatu hauna maokoto, nakuchana leo nakutembeza pekupeku kama mpoto, unatinga nguo flani za kipendeshe ilo na ndevu na muonekano utanzania mzee, kijana anapenda stale leo wacha nikuchane paka waseme nimekuone kuenea, wanagonga makofi ni ukorofi, mimi siogopi na kusota mtoto ambaye hauna pochi. Umeganda lakini haudondoki waya utikisike, na MC umestay kama roboti, mikono umeweka nyuma, labda umeficha bangi. Nakuchana mchizi ambaye hauna takitambi, hauna chambi chambu na mwili mwembamba, ungekuwa mchumba ningekuomba hata namba. Kwangu ndo utasanda na kupiga kikamanda, leo kamanda nimekuja na gwanda, unochebe fulani umepauka, ndevu jaziosha wezu kashindana na yungosa Toka pepo kwa jina la Mwamposa. Leo nakukemea sani ambaye sina hata verosa, unishinde kwenye magorofa, maskini lofa na kusonta, unapaswa kukoka Yeah. MC mbele yangu kindululu yupo kama zakayo mtoza ushuru, aisee navyokusukuma kama guru, unaiga kunya kwa tempo utachanika puru kabisa kabisa, utachochola na kuonesha kwamba mimi ni kadola na kulipua kwaya hapa makombola. Wesi msukuma, takurudisha ukalime matobola na kuonesha kwamba hizi hapa ni nyanja dogo, nyanja wakatu una wanja, kwa sababu hauna hata chunusi viatu vyako vyeupe ungevaa vyeusi, na hivyo visoksi kabisa, yani havina hali, navyokuchana kabisa. Huyu mwenyeshe munchwali anaonekana kabisa, yani ana mistari, amechelewa nauli, hana gari. Aa, nambamiza kwa kila beti So mi, lakini hana hata vyeti. Amevaa kacha na mikono ni mwembamba kabisa. Hapa leo hupati namba, unaoneshea mano macho kama mchina, navyokuchana kuanzia tawi mchizi mpaka shina. Nakuoneshea mikato, sikulete ushirikina. We si mshindi wa wiki jazz pagiri jina, leo nakupoteza kwa hii mikato. Nini sasa una haja ya kuendelea na bato? Round ya tatu, hey. Hey. E bwana hii kweli finali, hii kweli finali. Noma sana, noma noma sana. Sana. Noma sana. E bwana kwa upande wangu hii raundi ya pili Sun MC amerusha makombora mengi sana kwa G Kibwengo. Kwa hiyo raundi ya pili mimi nitampa Sun MC. Sun MC. Ah, Mansuri. Hii raundi ya pili mimi natoa kati. Moja, moja. P. Ah, G Kibwengo mistari minne ya kwanza alifungua vizuri sana. Ile yeah, imekutana sisi na rapa kama Zakayo mtoza ushuru. Najua yeah. Zile si utachanika puru. <laughs> Yani, alimwanza vizuri sana baadaye, yeah. Akaanza kujitafuta yeah. Lakini sani ali relax zaidi, japo makonde hayakuwa mazito sana, ila yeah. Yalikuwa mengi, kwa hiyo hii mimi nitampa Sana MC. yeah, ha, ha. Yeah. Hii na mchana tena tozi kama mgonjwa huyu, we alikimbia like dozi. Umekutana na Kibwengo chuna ngozi, leo hapa utabadilisha sana pozi na iko kipensi chako cha kikuda, unaonekana we msaliti kama Yuda, una ugoko ambao ujapaka wese mbwana, he unapesha utoneshe, una chochote kabisa umeganda ka sanamu na kuonesha kwamba mimi nifahamu ya yeah, leo mimi ninakumwaga damu, mtoto mzuri jicho nyanya, mtoto mtamu ah, mdomo wako unani cheki Yupo kama vile CD kwenye deki. Sasa namchomoa naanza kuzogoa namwonesha kwamba kibwengo misiyopoa kwenye hii bata chizi cheki na nambaliza anaonekana kama mchizi, anajiliza na vinywele vyako ikiungupaka, mitindo na kufungua kama mlango wa mawindo, na kuawadilishia laza mpaka za kingindo, mimi kabisa naenda kama mzee chindo. Wewe ni kisanga ludi tu kudanga, uniwezi Kibwengo, mi natokea Mkulanga. Jia. Ok, hujui kuchana wana umbaumba umba tungo, hujui kuchana haudondoki na mitindo, una kichwa kikubwa kama nyundo ni bonge la mzee, una mwili wa kibisho, hauna umbo na kuchana kwa mafumbo. Leo nakupasua we mtoto, unasema utoke Ubungo, unatoka wapi kwanza? Nimesha sahau, nimesahau kozi, nina vaibu la pilau, haujapanda dau mtoto, dope limepauka, hebu toa nikone. Na una kichwa kama nukta, una mdevu na una pua kama mbegu ya ubuyu, mtoto bonge la pisi, kwanza love you. Hakuna mtoto mzuri kama huyu, hebu mtazame chini mpaka juu, kama sister du, umependeza sana na suruali ya blue bahari, umekuja kwa migwamo, umekuja na gari hujui kusoma, nenda kajifunze kwenye daftari na kutibu kozi midaftari, hujui kuchano nanunanono na nuna nono na nishangaa, leo nakupasua bila kupoteza masaa, utarudi unatambaa, utapigwa na butwaa, we mtoto giza skoni atakwataa, leo tuko na kurusha mtoto kawewe, nataka nikupe soda alafu ulewe na ujafunzwa kwangu sichelewe, hii mistari mingi wasilewe. Bwana, round hii inaona kama mzani umekaa sawa. Tunahitaji round nyingine, round nyingine Mbaka saizi umchiwano ni draw. Mbaka hizi round tatu zimeisha, yes. Round ya kwanza amechukua G Kibwengo, round ya pili amechukua Sani, round ya tatu amebalance, tunahitaji yeah. Round ya nne moja, so, moja, moja yeah. How vipi? Yeah. Yeah. Okay, naanza kukushambua chini mpaka juu mpaka katikati, na kuchambua kwa basi na kuchambua mtoto ambaye unapenda miaradati alafu ni mlaini kama chapati, pako kashtaki hajui kuchana, mikono umeweka nyuma na mabega, mtoto umestai leo ndo nakubeba, nataka nikuzae nijifungue kama nikoreba, utakubali na kuweka kwenye tenga, utasarenda, umefunga mdomo nisione ulimi, nataka kupiga denda mate anguke chini, we mtoto unapenda kuzini weju Anichana mimi kwanza, ujiamini leo, niko na wewe, mtu mfupi tunalingana leo, zani kijana na chanana na mama, hujui kuchana, nenda kapike futari, hebu nenda kwenu kwanza, najua unaishi mbali, una kitambi fulani au na six pack, toto fulani mdogo na mkanda kama chapati Ona menikatia biti, narudia flow vibaya leo na kuchana paka kwenye biti ya kwaya. Mtoto unaonekana mwaya, unadanga vibaya, mi najua tayari umesha expire umegwaya. Unanitazama macho, pua na mdomo, paka ndefu mtoto fulani, au na kiri pevu, weshupavu kaka, mavu madafu. Yeah, okay. Yeah. Ah, raundi ya mwisho dogo anachuja takuludisha iwe Pemba Unguja, kama ugali basi wewe mabuja, alafu kabisa ulivyovuja. Kichwa chako kilivyo kama guluguja, tena guluguja, yani mdudu. Unaonekana wewe kama wifi mwenye gubu, leo msalabani kama Yesu na kusulubu. Auongei kabisa, nishakugeuza bubu au nyanyui domo umefungua kinywa sia kijisigani kwenye bata unavyofinywa wewe kabisa yani, unaonekana mdengo leo nakuficha kwenye mtumbwi wa Kibwengo. Mtoto mdogo hana takichesti, we Kibwengo lizani mtu wa kutesti testi, eh. Sasa leo na kuficha kwa mitambao i e, ukitoka hapa kawambia habari mpaka wanao kwamba ni Kibwengo mtu fulani watemeke Usiyumbeyumbe wala usitetemeke na kukatakata, mchizi kama mateke. Ebwana laudi hii bwana, bwana eyabu nicheke, mtoto anachekesha ana mistari namkopesha, ana umwa ugonjwa namponesha, cheki namdadisha mbele hata ya majaji, wewe, ushindi uliopita ulipewa bure taji. ah! yeah, <laughs> Hey, say, yeah! Say, yeah! Say, CRB! Say CRB! Hivi oh, yeah. Oh, yeah. Ndio vitu ambavyo watu wamekuwa wakivimisi kwa miaka kadhaa hapa katikati. Unajua, mara ya mwisho City Rap Battle zilifanyika mwaka 2019 au 20 kama sikosei. Si ndiyo? So, I hope kila mmoja anaenjoy enjoy anachokiona right? Okay, okay. Tunarudi kwa majaji. Back to the the judges. Mansuri sings a star with the mic. maj e ebwan miraundi ya mwisho i nimependa zaidi za Kibwengo. Japo wote walikuwa wametoa panchi kali nyingi, lakini za Kibwengo zimenivutia zaidi. G Kibwengo kutoka kwa Mansuri. Aha. Samaki mwenye kiu ndani ya maji. Dai, bwana hii hii. G Kibwengo kama amepania sana. Noma sana. <laughs> Oh oh oh oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Wameshambulia sana lakini idadi ya mashambulizi ya Kibwengo ilikuwa ilikuwa kubwa. Noma sana. So Kibwengo yeah. Kibwengo kwangu. Ji Kibwengo au sio? So after four rounds the final battle ya episode ya pili ya City Rap Battle season 4 Hood Hood kwa Hood. Leo tunaondoka na Ji Kibwengo au sio? Asante sana. sana Jo jo bana, no njo bana, jo unajua, unajua ukifika finali, obvious na wewe ni mshindi.